Hello guys, kwa chaneli ya Madam Judy Cooks and Bakery leo tunaenda kupika tambi zilizoungwa kwa karanga. Hatua ya kwanza tutachemsha maji yetu, kama mnavyoona hapa, tunachemsha maji yetu yapate tu vuguvugu kidogo. Kama mnavyoona maji yetu tayari yameshapata uvuguvugu Naenda sasa kumimina tambi zangu na zigeuza, geuza ili ziweze kushika maji zote kwa pamoja. Baada ya hapo nitaenda kuweka viungo vyangu kama mnavyoviona hivi hapa tambi zetu za karanga hatuweki mafuta kwa sababu karanga zina mafuta. Baada ya kuweka viungo vyangu, nageuza tambi zangu. Baada ya hapo, naweka chumvi kidogo kwa ajili ya kupata ladha. Pia tunaweka na sukari kidogo. Baada ya hapo, nitageuza vizuri, alafu nitafunika kwa sekunde kadhaa. Karibuni sana, tuendelee kuangalia hatua inayofuata. Sasa tunaangalia tambi zetu, kama maji yamepungua. Kama mnavyoona maji yamepungua, hatua inayofuata tunaweka karanga zetu hizi hapa. Kwa hiyo tuna- tunazikorogea kwenye tambi zetu kuhakikisha kwamba karanga zimekolea tambi zote kama mnavyoona tunaendelea kukoroga kuhakikisha spishi letu lote limekolea karanga. Tambi zetu ni laini jamani kwa hiyo karanga, usiweke tambi zikiwa bado ngumu. Tunaweka zikiwa zinakaribia kuiva kama hivi. Unahakikisha unageuza na karanga zako zimekolea kwenye tambi. Baada ya hapo, utaangalia kiasi cha mchuzi. Hakikisha mchuzi upo kwa mbali sana kwenye tambi zetu, hizi tambi zetu za karanga tunaendelea kugeuza. Kama mnavyoona, tambi zetu ziko tayari, zimeiva vizuri, ziko tayari kwa kuliwa. Kiendelea kuangalia tambi zetu, usisahau kusubscribe my channel Madam Judy Cooks and Bakery. Tunakaribisha na maoni pia, unahitaji tupike kitu gani? Karibuni sana sana sana Madam Judy Cooks and Bakery. Tambi zetu sasa zimeiva, tayari kwa kuliwa kama mnavyoziona. Hizi hapana zipakua tambi za karanga. Karibuni sana, tambi hizi unaweza kunywa kwa chai, unaweza kunywa kwa maji, unaweza kunywa kwa soda. Karibuni sana my channel kwa ajili ya mapishi mbalimbali. Usisahau subscribe. Namba yangu ni ile, ile: sifuri sita saba tisa sitini na tisa sitini na moja kumi na tisa.